Na ebwana Poshy Queen akiwa kama ex girlfriend wa Harmonize Konde Boy amezungumza mambo ambayo kidogo yamewashangaza watu wengi sana kuhusiana na mapenzi yao, yani mapenzi yake yeye na Harmonize na sababu ya wao wawili kuachana. Mmeona bwana, eh, tunafahamu kwamba bwana relationship ya Poshy na Harmonize iliingia hapa mjini kwa Kishindo, eh, Mixer 7, DJ wa Konde kutengana au kugombana na Harmonize kisa yeye. Lakini at the end of the day, baada ya muda kidogo kupita, tuko na kwamba waliishi vizuri kwa amani walidumu, walienjoy maisha, lakini baadaye tukaona kwamba wame separate. Kwa hiyo wali separate nadhani ni mwaka jana kama sikosei mwishoni, eh, na ni kitu ambacho kiliwashangaza watu wengi sana, kwa sababu alikuwa anaonekana Harmonize yuko na furaha sana akiwa na Poshy Queen, na Poshy pia ilikuwa the same kwake. Sasa Poshy ameulizwa bwana kwamba sababu ambayo ilipelekea yeye kuachana na Harmonize ni ipi? Eh, bwana, kwa mujibu wake yeye alitoa sababu ya yani, akopeshage huyu dada maneno. Yani ananyoshaga kama ilivyo kwa walivyoulizwa tu hivyo, alisema kwamba yeah of course waliachana kwa sababu mapenzi alikuwa ameisha na waligundua kwamba hawaendani. Umeona, kwa hiyo Poshi ameweka wazi kwamba e, mapenzi yaliisha na pia waligundua kwamba hawaendani. Kwa hiyo kutokuendana ndio sababu ambayo imemfanya Poshi aachane na Konde na sasa hivi Poshi amedai kwamba yuko na mpenzi mwingine na huyo mpenzi wake bwana e, ndio huyo aliyemnunulia Range Rover. Kwa hiyo amepata bebe wa maana. Sasa hivi Poshi ana roll na Range Rover hapa town ambayo amenunuliwa na mpenzi wake huyo mpya mara tu baada ya kuachana na Konde boy bwana. Lakini pia vilevile akadokezwa kwamba bwana, kuna tetesi kwamba huko mtaani watu wanasema kwamba mapenzi yenu wewe na Konde yalikuwa ni ya mkataba, na Posh akasema okay, labda kweli yalikuwa ya mkataba, kwa mkataba umeisha, kila mtu akabounce. So, hayo yalikuwa ni majibu ya Posh Queen kuhusiana na issue ya mahusiano yake yeye na Harmonize Konde boy. So, ukiwa kama mdau, hebu tuweke maoni yako bwana katika comment section eh, tunataka tufahamu wewe unahisi vipi kuhusiana na hii issue au unazungumziaje, una majibu ya Posh Queen kuhusiana na sababu ya yeye kuachana na Harmonize, weka maoni yako kama kawaida eh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.